Viongozi na wamiliki wa mifugo kaunti Isiolo wameitaka kamati ya usalama ya kaunti kuhakikisha kwamba wafugaji kutoka Samburu wanaoingia eneo la malisho la Chari wameondolewa ndani ya siku mbili zijazo, kufuatia makabiliano yaliyosababisha vifo vya polisi wawili wa akiba na kumjeruhi mwingine. Hapa ni kwetu angefaa kuomba sisi. Kama sisi tunakubali ni sawa, lakini kama sisi nakataa hiyo ndio itakuwa. Hii ardhi si yao, ardhi ni yetu. Arudi makwao. Ikiwezekana aombe, ikikosa awakae kwao sababu hii ni mali iko na wenyewe, si ati mtu nakuja ovyo ovyo. Tuko na shida sana kwa sababu sisi wenyewe manyazi ile iko ni kidogo, watu wametoka Isiolo, Isiolo Central wametoka Isiolo South, wote wako hapa na manyazi ni kidogo tu ndio shida imetokea na hii mambo imekuwa eh, big challenge in the area. Na kama viongozi leo tumekuja kukaa na wao kujadiliana namna ya kutatua hii shida, na raia wamefanya their voice very clear. Wamesema serikali ichukue jukumu ya ku restore security hii sehemu, kwa sababu mambo ya security ni jukumu ya serikali kuu. Juzi tumepoteza watu wawili kwa sababu ya majirani zetu wametoka wa kutoka kaa wakuja pande hii. So tumekubaliana na serikali kuu kila mtu arudi. Kwa nini? Kwa mpaka yake. E, majirani yetu wa kutoka Samburu is warudi kwao. Kama wanahitaji sehemu ya kulisha wakae chini na wazee wa Chari wakubaliane, lakini mambo ya kifua, mambo ya fujo tumesema hatuwezi ruhusu.